Na kwenye biashara, taasisi ya wahandisi humu nchini imepiga kamsa kuhusu saruji eh, wa viwango duni humu nchini ikisema hali hiyo inazidi kudorora licha ya baadhi ya bidhaa hizo kuwa na alama ya ubora kutoka kwa shirika la ukadiriaji viwango vya bidhaa. Taasisi hiyo inatoa wito wa ukaguzi wa mara kwa mara kwa kina kuhusiana na kampuni za utengenezaji saruji ili kukabiliana na tishio la bidhaa za viwango duni humu nchini. Katika miaka ya hivi majuzi sekta ya ujenzi imekuwa kwa mapana na marefu ikichangiwa na ongezeko la idadi ya watu wanaohamia mijini na ongezeko la uwekezaji. Ukuaji huu umechachawiza ukuaji wa sekta ya saruji ambayo imewavutia wafanyabiashara wa humu nchini na wa kimataifa. Kwingineko, wateja wataendelea kufurahia gharama nafuu ya kawi iliyozalishwa kutokana na maji kufuatia mvua ya kuridhisha ambayo imeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katibu katika wizara ya kawi, Daktari Alex Washira, amesema gharama ya umeme itapungua katika majuma kadhaa yajayo baada ya viwango vya maji kwenye bwawa la Masinga kupiku viwango vya kawaida kwa sentimita 27. Mwishowe, uh, wawekezaji katika sekta ya magari anayotumia umeme wanahimiza serikali kuwapa vishawishi vya ushuru kuwawezesha kufungua viwanda vya kuunda magari haya humo nchini. Eric Lumalas wa kampuni ya Moja EV Kenya amesema vishawishi hivyo vitapunguza gharama ya uzalishaji na kufanikisha shughuli za viwanda hivyo finances that are coming from from europe and and then we we have china which is is from asia providing the the units, the the units vehicles so a a very good organization that will will be able to bring together and we hope it will help a lot in the future silvia gati darubini oh, straight up yenye tunasoma alafu direct to bites